Faida sita, istihbabu du'a bihadha du'a an nabawi li litalabi lghaithi, kwamba ni sunna mtu anapoomba mvua atumie dua hii hii. Haikatazi kutumia maneno mengine, lakini nzuri zaidi ni kutumia dua hii hii aliyoitumia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusemaji Allahuma ghithna Allahuma ghithna Allahuma ghithna. Faida sita, jawazu istisha'i inda darari bil matari Tunapata faida kwamba inajuzu kuomba mvua izuiliwe na kupelekwa sehemu zingine pale ambapo watu wanapata madhara kupitia mvua hiyo. ya juzu wakhasu baqai al-matari ala al-akami, na kwenye hiyo dua ya kumwomba Allah aizuie kwa kudhibiti kwamba aipeleke kwenye vilima wa dhirabi, na sehemu za miinuko, wa buthuni alaudiya, na mabondeni. Li anna ha, kwa sababu sehemu hizo kama tulivyoona, awfaqu liziraati warrai, ndio sehemu ambazo ni za mashamba na malisho ya wanyama. Fi hawaik, eh, fi shawahiqil jibal, kwenye vilele vya milima, alati la tanalu illa bmashaati sehemu za vilele vya milima ambazo maji huwa hayafiki huko, kawaida kwao hayaleti madhara. Faida nane: jawazu talabi dduai mimma yudhannu bihi musalahu wattuqa yafa. Faida nane na mwisho, tumeona kupitia hadithi hii kwamba yafa kumfuata mtu ambaye dhana yetu kwake yeye kwamba ni mtu mwema na mwenye takwa, yafaa kumfuata na kumwambia atuombee. wa hadha tawasulu ljaizu, shekha akasema, na hii ndio miongoni mwa tawasuli zinazofaa kisheria, kumfuata mtu ambaye unaona kwamba unamdhania vizuri, kamwambia, bwana niombee kwa Allah, bwana, nina shida, mambo yangu haendi sawa maradhi yamenizidia, mimi namwomba Allah, lakini wewe pia mu... niombee kwa Allah, kwa kuwa unamdhania vizuri, ni mtu anaonekana amesimama kwenye dini, ana uchamungu wa hali ya juu. Hili jambo linafaa, kupitia hadithi hii tulivyoona kwamba huyo bwana alimfuata bwana Mtume kwa, kwa, kwa sababu ya kufahamu manzila yake mbele ya Allah na uchamungu wake, na hili ndio jambo la takikangu. na zama za Omar pia kulipatikana ukame. Mtume sallallahu alaihi wasallam alishafariki, hakwenda kwenye kaburi kwenye, kaburi la bwana mtume likuwa hapo Madina, hakuenda kaburini kunyeshwa kwamba jambo alifai, alimwambia Abbas, Abbas baba mdogo bwana mtume alikuwa hai bado, akamwambia kunna natawassalu biduai nabii, wakati bwana mtume yuko hai tulikuwa tunamuomba atuombee na tulikuwa tunajibiwa maombi yetu. Sasa kesha fariki, fanatawassalu biduai ibn ammihi, ewe Allah, leo hii tunakuomba utujibie maombi yetu kupitia dua ya baba yake mdogo. Akamsimamisha Abbas akamwambia, muombe Allah tuombee. Abbas akanyosha mikono akaomba, mvua ikanyesha siku hiyo hiyo, kwa vile walivyokuwa wanamdhania kwamba kwa kuwa ni baba mdogo wa bwana mtume, sahaba uchamungu wetu Mcha Mungu wake ni mkubwa. Anasema al-Imam al-Bassam, al-Imam al-Bassam, wa qad qasama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na akagawanya Sheikh al-Islam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah at-tawassula tawassul, akaigawanya ila thalathati aqsam, katika vipengele vitatu, migawanyo mitatu, mitatu. Tawassul iko katika sehemu tatu, ithnani jaizani, mbili ni zinazojuzu na moja haijuzu. al-awwal al aina ya kwanza, talabu dua llahi min al-hayy alladhi yudhannu fihi al-khairu, ni hii kumwomba mtu anayedhaniwa khairi na ucha Mungu, atuombe kwa Allah. Hii ni tawassul inayofaa ya kwanza. Athani, tawassul ya pili, bi altawasul bifili al-a'mali al salihah kuomba kupitia matendo mema iliyoyafanya watu wajue mambo hayo, kwa sababu masufi wanapenya sana kwenye mlango wa tawassul kufanya shirki. Tawassul ya pili ambayo pia inafaa ni kumuomba Allah kupitia matendo yako uliyoyafanya wewe. Wasadaqatu tudfiu lkhati'ata kama yudfiu lmau anara, sadaqa inazima madhambi kama vile moto unavyozimwa na, na maji. Kwa hiyo mtu anaweza akatoa sadaka kisha kupitia sadaka ile akamwomba ya Rabbi, kupitia sadaka hii nakuomba niondoshee maradhi, au kupitia somu hii ambayo nimeifunga ya sunna, ya rabbi, na kuomba nifungulie riziki zangu. Tawassuli ya pili nayofaa ni kupitia matendo yako mema ambayo unaona kabisa hili tendo lilifanya kwa ikhlasi na miongoni mwa kisa na hadithi ambaye inatia nguvu sana tawasuli ya namna hii, ni kile kisa cha watu watatu ambaye amekitaja Imamu Anawi katika Riyadhu Salihin. Wale watu waliokuwa wanasafiri wakaingia kwenye pango kupumzika, likateremka jiwe kubwa likaziba pale mlangoni. Nakumbuka kisa hicho e. Wakaambiana hapa jiwe hili hakuna mwenye uwezo hata wa kulitikisa, tushaisha Ja kufanya, kila mmoja amwombe Allah kupitia matendo aliyoyafanya, atuondoshe jiwe hili. Wa kwanza akamwomba, ya Rabbi, nilikuwa na binti wa amiamu ambaye naruhusiwa kumuoa, akafiwa na baba yake, mimi nikamtamani kila nikimwomba niki nifanye naye zinaa na nikatalia, siku zikaenda, ni yatima sasa akapata shida na mimi, mali ninazo aliponifuata. Nikamwambia, ehe, nitakupa lakini kwa sharti langu. Akawa hana namna, akanikubalia. Tukaingia ndani tukafunga milango, nikiwa niko baina ya mimi na yeye, hakuna mtu mwingine na tayari hatuna nguo. Yule binti akaniambia, itaqilla mcha Allah wa la takhudul khatima illa bihaq, na wala usiivunje pete isipokuwa kwa haki yako si uo, si utoe mahari usifanye jambo hilo, isipokuwa kwa haki yake. Akasema, ya rabbi, niliondoka pale na zile mali nikampa, sikufanya chochote. Ikiwa nilifanya jambo hili kwa ajili yako, amali njema hii, sio tuondoshe hili jiwe. Jiwe likasogea kidogo, lakini bado akapitiki. Wa pili akaja, pia akamwomba Allah, akasemaje? Ya rabbi, nilikuwa na wazazi wangu wawili nilikuwa nawafanyia wema, si mtangulizi yeyote sio mke wala watoto, mpaka kwanza niwaridhishe wao. Siku moja nimetoka machungani nikachelewa, nikakuta washalala, nimekamua maziwa yangu, watoto wanalia, watoto wangu, mke wangu hajala, na kawaida yangu huwa naanza kuwalisha wao. Nilipokuta wamelala pia, jambo la kuwaamsha niliona na wakera niliwasubiri kwenye mlango mpaka waamke, usingizi wao uishi, yaani ile adabu. Pia kuwaamsha sikuwaamsha, huku watoto wanalia njaa. Nyinyi tulieni, naanza na wazee wamelala eh, hey, mpaka waamke. Walipoamka nikawanywesha nikawanyesha na wanangu. Ya Rabbi, ikiwa nilifanya kwa ajili yako tusogeze tusogeze. Nikasogea bado wakapitiki watatu Aliomba dua gani? Na nakumbuka. Ha? Kama imenitoka hivi , lakini yeye pia alikuwa na tendo lake ambalo alimfanyia Allah, akamwomba ya Rabbi, ikiwa nilifanya hili hey, kwa ajili yako kwa ajili ya kutaf... hey, alikuwa na ni tajiri anawafanya kazi anawafanyisha kazi anawalipa pesa bwana mmoja akaja akafanya kazi alafu akaondoka akuchukua malipo yake, akasema, nili ule mshahara wake sikuula, nilitumia niliuweka, nikanunulia watumwa, nikanunua wanyama nikawafuga kwenye zizi langu, na wale watumwa wakaendelea kuzaliana. Yule bwana akaenda huko, miaka ikapita, akatingwa, ah, akakumbuka niliwahi kuacha deni langu, akarudi. Alipokuja akaniomba mshahara wake Nikamwambia, unaona, mali zote zilizopo kwenye hili zizi ndio ni zako. Ule mshahara wako nilinunua wanyama wachache, wamezaliana, nimekunulia na watumwa, zote hizi ni zako. Yule bwana akasema, ah bwana staniane, bwana nipe changu. Ndio hivi, chukua. Haamini na yule bwana alivokuwa msuswavu, huyu bwana akasema aliswaga wote, hakunipa hata mmoja. huyo waambia ya Rabbi, ikiwa nilifanya kwa ajili yako farriji anna, tufariji na jambo hili. Jiwe likasogea, watu wakatoka. kwa hii ni katika tawasuli za kupitia matendo uliyoyafanya. hizi mbili zinafaa, kumuomba mtu awaombee mtu ambaye ni wakheri au kupitia matendo yenu. tawasuli ya tatu ambaye haifai, ama thalithu fa mamnuun, ama ya tatu ambayo haifai kisheria, watawasulu bijahi ahadin min almakhluqin ni kutawasali kwa Allah kupitia hishma na nafasi ya kiumbe hayyan au mayita, iwe kiumbe huyo yuko hai au amekufa. Na hili jambo ajabu kabisa, masufi wanaomba kupitia, tena wanatamka lafzi hii hii, Allahumma inna natawassala bijahi nabiyika, ewe Allah tunatawasal kupitia heshima ya mtume wako. Hili jambo alifai au shekhe letu kupitia makarama na heshima ya shekhe letu, wapo kaburini pale, au hata kama yuko hai shekhe yuko huko, kumfuata. Kama mnaona kweli ni mtu mwema, kumfuata, mkamwambia tuombee, tuna shida hii hii, inafaa ama? Yuko huko shekhe nani, si yuko Tanga huko, wewe uko huku, kwa sababu uliendaa kusoma kwake, ukasema ya Rabbi, kupitia, kupitia jahi heshima na utukufu wa shekhe langu ambaye yuko Tanga niondoshe haya maradhi. Hii ni tawasul sio fa au washaafariki <todic> kama wanavyofanya masufi kwa Muhammad Ayubu Sheikh lao na kina Muhammad Nasr Sheikh wa Maqadiria, wanakwenda kwenye kaburi lake wanalizunguka, wanaomba dua ya Rab, eh, kupitia utukufu wa shekhe letu tunaomba kadha wa kadha. Hii ni shirki billahi azza wajal Fahadha la yajuzu, chakasema tawasuli hii haifai, li anahu min wasaili shirki, kwa sababu ni katika njia za ushirikina.